Wafanyakazi wa kiwanda cha sukari cha Nzoia wanaandamana kushinikiza kulipwa malimbikizi ya madeni ya zaidi ya shilingi bilioni kumi, wanayodai serikali kuu baada ya viwanda vya miwa eneo la magharibi kubinafsishwa. Wakiongozwa na Griffin Wasike, mwenyekiti wa muungano wa wafanyakazi hao, wanasema kuwa licha ya kuwasilisha lalama zao wiki iliyopita, serikali imesalia kimya. Muko mnaenda nyumbani na yoku kwenye kwanza yenu. You will not avail yourself na mmaliza mambo ya Nzoia. Orogezi Pungoma County, we will continue singing one time, one time, one time, one time. And then watu waambie walipeana Nzoia kwa pesa ngapi? Ndio raya akaanza kukurani. Yenye imeshindwa kulipa wafanyakazi, kulipa watu area zao na wakulima. Wafanya biashara nje wanaumia vile sisi tunaumia, wanaumia <coughs> spika anakuja anasema bilioni mbili, bilioni mbili si pesa. Tunahitaji, tunahitaji bilioni kumi. Hmm, pesa yote ndio tunahitaji. Umetufuta, unataka nini? Ukifuta mfanyakazi mpe pesa yake aende nyumbani <coughs> maneno ya haki yake. Wafanyakazi wenye wanabaki hapa ndani wanadhulumiwa, wafanye awalindwe mzuri vile inalingana na okay, yes, serikali yeah. Tunaomba, tunaomba spika, tunamheshimu spika, rudi huko vile walisema wamepigia siasa mbadi pesa zetu watulete zote.